Familia za Wakenya waliokwama nchini Urusi zinaendelea kulilia serikali kuingilia kati kuwarejesha jamaa zao nyumbani. Baadhi ya wa Wakenya hao wanaripotiwa kuzuiliwa kama wafungwa wa vita na majeshi ya Ukraine huku wengine wakiripotiwa kuuawa. Aidha, Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ikisema kuwa wengi wa wanaoripotiwa walisajiliwa kwa njia zisizo halali kama Ben Kirui anavyoarifu. Tangu mwezi Disemba mwaka jana walipopokea taarifa za kusikitisha kuhusu kifo cha mpendwa wao nchini Urusi, familia hii imekuwa ikifanya ziara za mara kwa mara katika ofisi za mashauri ya kigeni zilizoko Upper Hill Nairobi, kufuatilia na kuiomba serikali iingilie kati ili kuwezesha kurejeshwa kwa mwili wa mpendwa wao nyumbani. Mpendwa wao Oscar Agola Ujiambo. Mwanajeshi wa zamani wa KDF aliondoka nchini mwezi Juni mwaka jana kujiunga na jeshi la Urusi. Hata hivyo, mwezi moja baadaye, mawasiliano yake na familia yalikatika ghafla na tangu wakati huo hawajapata habari zozote kumuhusu. Wakati alienda e, alifika akapiga communication na amefika after one month communication ikakatika, tukaambiwa kuna komanda, komanda wa, wa army ya alimtumia message akisema Oscar alituacha familia. Hiyo inasema maumivu yao yamezidishwa na ukimya na ukosefu wa taarifa rasmi kutoka kwa wizara husika. Tumekuwa tukijaribu kufuatilia na Ministry of Foreign Affairs, na tuone kama venye mwili italetwa. Sio wao pekee, ripoti zinaendelea kuibuka zikidai kuwa Wakenya wengine wamefariki katika mapigano hayo, huku wengine wakiripotiwa kuzuiliwa kama wafungwa wa vita katika ofisi hizo hizo familia nyingine pia ilikuwa ikitafuta msaada baada ya kukosa mawasiliano na ndugu yao tangu Novemba mwaka jana. Familia hiyo inaamini kuwa bado yuko hai, ikiomba tubane taarifa zao kwa hofu ya ndugu yao kulengwa. Nimejaribu kutafuta hizo namba alinipatia, hatuwezi mpata na tunasikia kuna watu wametoka huko, kuna wengine wamekufa, wame kuna wengine wametoka hata hawana mguu katika kisa hicho, mazingira ya kuajiriwa kwake yalikuwa tofauti. Familia inasema aliyehadaiwa kwa ahadi ya kazi ya kawaida, lakini alipowasili Urusi alipewa nafasi ya kijeshi, akapewa mafunzo kwa mwezi mmoja pekee kabla ya kupelekwa vitani. Alikuwa ameambiwa anaenda kufanya kazi ya garden. Kufika Rasia akapelekwa kwa jeshi bila yeye kujua. Katibu wa mashauri ya kigeni Daktari Korir Sing'oei amesema kuwa ingawa serikali ya Kenya imejitolea kuwalinda raia wake walioko nje ya nchi, baadhi ya Wakenya wamekuwa waathiriwa wa walanguzi wa binadamu. Some of them um, sort of fall victims uh, to unscrupulous groups um, and, and, and, and cartels and agents. Vilio vya msaada vinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, ishara ya ongezeko la uajiri usio halali. Ben Kirui runinga ya Citizen